nini wote sisi ni wa Tanzania tunaongea kwa manufaa yetu wote. Jamani, mimi na nukuu maneno ya rais unayeyuka, unasema tusiongee viongozi wa zamani, tumuongee nani? Shetani wa zamani tumuongee nani? Mungu wa zamani tumuongee nani? tungekuwa sisi tunatawala mkitusema na sisi, hamwezi kutusema sana, kwa sababu hatutawali. Ninyi ndio mnatawala, tupeni fursa ya kuwarekebisha, na hapo ndio pakusemea. Nataka niamini. Nataka niamini. Nataka niamini. Na rais naye ni, ni, ni, ni, ni tulio naye, mzalendo. Nataka ni na hiyo assumption. Ni rais tulio naye anapenda watu. Mheshimiwa Naibu Spika. Najiuliza kwa pala mliompa rais ya kusimamia rasilimali za nchi hii. Siku moja anakuja rais ambaye sio mzalendo kama Magufuli. Nataka niamini hivyo. Anatokea hata upande huu, inawezekana akatokea hata Chadema kwa sababu huko huko malaika. Anaweza katokea kafu kwa sababu kafu hakuna malaika akatokea rais sio mwaminifu, mmempa power ya kumeneji na kusimamia rasilimali zote, na mkawekea bunge masharti nafuu kuhusu simamizi huo, taifa hili litauzwa. Mnapotunga sheria, amtungi sheria kumwangalia rais aliyoko madarakani. Mnatunga sheria kwa assumption kwamba anaweza akaja rais ambaye sio malaika kama mlie naye, na siku moja taifa hili likaingia mahali pabaya. Na hili ndio angalizo tunataka mliangalie. Tukiongea mnafikiri tunawachukia. Tunawachukiaje? Saidieni taifa hili yale ambayo